Siku ya leo mimi niko kwa ajili ya kukukatisha tamaa wewe singomaza, singomaza yoyote, nataka nikuhakikishie kila laana ambayo umekuwa ukimtamkia huyo mzazi mwenzio kibiblia haimpati. yaani unapoteza muda kutumia muda wako mwingi kumsema, kumzungumzia kwa mabaya, limpate, ya ya ajali, mbali, kwa mabaya lolote limpate sijui apate ajali sijui atafika mbali sijui ndoa yake haitadumu nataka nikuhakikishie tu singomaza laana ambazo unaachilia kwa huyo mwanamume ambaye umezaa naye au watoto hazimpati, kwa sababu kibiblia wewe na huyo mzazi mwenzio wote mmetenda zambi. Hakukulazimisha, mlikubaliana na ulijua kabisa, iwe ni Biblia au Kurwani, hakuna kati yake ambayo imeruhusu watu kuzini. Kwa hiyo kama unatumia muda mwingi kumlaani mzazi mwenzio, basi hata wewe pia hiyo laana inakuhusu. Tena unakuta kabisa mtu alizaa nyumbani kabla ya ndoa, ina maana hata yeye pia alirubunika. Ni kweli, wewe mwanamume, alikudanganya alisema atakuoa, lakini biblia ilikuwa inasema nini? Lakini Kurani ilikuwa inasema nini? si ilikuwa inasema hautakiwi kufanya hilo tendo mpaka ufanyaje? Uingia kwenye ndoa lakini wewe ukafanya, hukulazimishwa, kwa hiari, kwa upendo, kwa kudumuniwa na ukakubali. Ungesimamia misingi yako ya dini, hilo lisingekukuta tena. Unakuta mtu mwingine analaani amezaa na lani, ame, mume wa mtu, alijua kabisa huyu ni mume wa mtu na bado akazaa naye, lakini bado unatumia muda wako mwingi kumlaani huyo mume wa mtu kwamba hahudumii huyo mtoto. Hiyo laana ambayo unatumia kumlaani huyo mume wa mtu aliyekuzalisha na akakutelekeza hiyo laana pia inakuhusu wewe haimpati na kitu kilichopatikana kwa uovu kama hicho, unapoanza kumlaani huyo mtu, Mungu anawachukulia kama wote waovu, na mkono wake haui juu ya huyo mtu. Labda bora nitatetea upande wa watu wabamba ambao walishawahi kuoana wakashindwana. Hapo sawa. Lakini umezaa na mume wa mtu, ulizaa nyumbani, unatumia muda mwingi sana uh, kumlani yule mwanamume. Mimi nataka nikukalishe tu tamaa singo maza. Laana yoyote haimpati na balaa lolote halitampata. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya, kitu kilichofanyika kwenye uovu, Mungu hawezi kupigania uovu. Chukua muda wewe ambaye ulizaa na mume wa mtu kwa bahati mbaya sijui akakutelekeza au ndo makusudi ulikuwa na mkomo wa mke wake, ingia kwenye toba na rehema, anza upya. Mwambie Mungu nisamee. Mimi na yule ni kweli haudumi mtoto au haudumi hawa watoto. Lakini mimi pia nilifanya makosa. Kama yale nidanganya, itakiwa mimi nijue kwamba misingi inazuia uzinzi. Ningesimama kwenye nafasi yangu, haya singenikuta. Omba toba na rehema. Jiombe wewe, muombe huyo huyo mzazi mwenzio, huyo ambaye unamlaani, muombe ili Mungu ndio ajue namna ya kukusaidia, kama atakupa mtu sahihi ambaye atalea na watoto mlokuwa nao. Na wewe ambaye umeza, umezalia nyumbani, acha kutumia muda mwingi sana kumlaani yule mtu aliyekuzalisha na kukutelekeza. Ingia kwenye

fanikiwa utaona, akikaa vizuri na mke wake wa ndoa, kwa sababu makosa mlifanya wote na Mungu hausiki katika hilo. Ingia kwenye maombi ya toba hata kama wewe ulishaachika. Acha masuala ya visasi na malipizi, kwa sababu hamna faida yote unayopata. Eh, ni kweli alikuwa mume wako, mmeachana, acha kumtamkia laana, kwa sababu hakuna faida yote ambayo unapata hata kama alikuumiza kiasi gani. Mkabidhi kwa Mungu, muombe toba, omba rehema. Mungu atajua kama ni adui aliingilia kati, atamrejesha mume wako. Lakini kama Mungu akupanga, labda mlitumia za kibinadamu kuoana, basi Mungu atakuletea mtu sahihi, lakini usitumie muda mwingi sana kumlaani mtu ambaye tayari isha kuzalisha kwa sababu eti wewe ni singumaza. Hakuna laana ambayo inampata. Kitu ambacho kilifanyika kwenye uovu Mungu hausiki nacho. Mlizalishana kiuovu, Mungu hausiki kwa hiyo baada ya kutumia muda mwingi sana, kwanza kumlaani huyu aliyekusababisha wewe zungumaza, tumia muda mwingi kutengeneza na Mungu. Tubu, badilisha mienendo yako, Mungu atakupa mtu sahihi. Lakini nataka nikuhakikishie, laana yoyote unayompa baba mtoto wako haimpati, kwa sababu mlifanya uovu na Mungu ashughuliki na uovu. Kuacha kupoteza muda wako, anza kuomba na jitengeneze wewe kwanza, na Mungu atajibu.